Karibu tena kwenye Jasy TV, mahali ambapo tunakusaidia kugundua wito wako, kukuza vipaji vyako na kuishi kwa kusudi. Leo nakwambia kuhusu siri moja ambayo imewasaidia watu wengi kufanikisha ndoto zao. Siri hiyo ni usiogope kuanza na kidogo. Kila kitu kikubwa unachokiona leo kilianza na hatua ndogo isiyoonekana. Tatizo ni kwamba watu wengi wanasubiri mpaka kila kitu kiwe tayari ndipo waanze. Na ukweli ni huu: hakuna siku ambayo unakuwa tayari kabisa kwa kila kitu. Ona, watu wengi hukumbwa na hofu na kujiambia, sina pesa ya kutosha, sina mtaji wa kutosha, sijajifunza vya kutosha, watu watanifikiriaje? Na matokeo yake ndoto zinabaki kichwani, mwaka baada ya mwaka. Lakini ukweli ni huu: kila mtu aliyewahi kufanikisha kitu kikubwa alianza na kidogo sana. Mfano, Mark Zuckerberg na wenzake walianzisha Facebook kama project ya chuo wakiwa na laptop ndogo. Leo hii Facebook imezaa Meta na kuwa mtandao mkubwa unaotumiwa na mabilioni ya watu duniani. Oprah Winfrey alitoka katika familia ya maskini na alikumbwa na changamoto nyingi za utotoni. Baadaye alikuwa mtangazaji wa redio ndogo, na hatimaye leo hii ni mmoja wa wanawake mabilionea na wenye ushawishi mkubwa duniani. M-Pesa haikuanza kama mradi mkubwa, ilikuwa ni wazo dogo tu la kurahisisha kutuma pesa vijijini. Leo hii inasaidia mamilioni ya watu barani Afrika na kuleta mapinduzi makubwa ya kifedha. Aliko Dangote alianzisha biashara ndogo ya kuuza sukari na unga akitumia mkopo mdogo kutoka kwa mjomba wake. Leo hii ni tajiri mkubwa barani Afrika na mtumiaji wa kawaida wa mtandao kama wewe, hata kuanza YouTube channel kwa simu ya kawaida bila kuwa na studio ni hatua zipo. Channel nyingi zilizoanza hivyo, na leo hii ni channel kubwa na zinaingiza mamilioni ya pesa. Kinachohitajika sio kuwa na kila kitu, bali kinachohitajika ni kuchukua hatua ndogo iliyo mkononi mwako. Kila mti mkubwa unaoona ulikuwa ni mbegu ndogo iliyopandwa ardhini, na kila safari ya maili elfu huanza kwa hatua moja. Na ndoto yako pia inaweza kuanza na hatua ya kwanza utakayoamua kuchukua leo. Ukiendelea kusubiri hadi uwe tayari, unaweza kukaa miaka mingi bila kuanza. Lakini ukiamua, hata kama ni kwa hatua ndogo, utaona matokeo makubwa kesho. Siri ya kweli ya mafanikio sio kuwa na kila kitu bali ni kuanza na ulicho nacho sasa hivi. Naomba jiulize swali hili, je, una kitu gani cha kuanza nacho? Na ukisha kitambua, basi anza nacho sasa. Na pia naomba uniandikie kwenye komenti kuwa ni kitu gani utaanza nacho katika kuifikia safari yako ya mafanikio. Jiunge na familia yetu hapa Jasy Tv, kwa sababu kila video tunayotoa ni daraja la kukusaidia ufikie maisha yako ya kusudi. Usisahau kusubscribe, kulike na share video hii na mtu mmoja unayempenda ambaye ana ndoto lakini anaogopa kuanza. Kumbuka, kidogo ukikipanda kwa uaminifu kitaleta mavuno makubwa. Naomba pia usisahau kutizama video zilizopita ili uweze kujifunza mambo mengi zaidi. Asante.